Habari, karibu tena kwenye chaneli yetu, na kama ndio mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe kwa kubonyeza neno liloandikwa kwa herufi nyekundu subscribe. Lakini vile vile usisahau kubonyeza kikengele ili usipitwe na lolote kila tunapoposti video mpya. Kumbuka tu tunaposti video mpya mara mbili mpaka tatu kwa wiki, kwa hiyo kubonyeza kikengele ni muhimu sana sana sana na leo tunaenda kupika pishi la maandazi haya ni maandazi matamu sana sana maandazi yanayopikwa kwa njia rahisi kabisa. Tafadhali ungana nasi. Utahitaji unga kilo tatu. Sasa hapa si lazima sana kutumia kilo tatu, lakini mimi nimetumia kilo tatu, nimeweka katika chekeche langu na nikachekecha yani, kuondoa uchafu, lakini vilevile kuruhusu hewa kuingia Unga si lazima kilo tatu, utatumia kutokana na mahitaji yako na uhitaji wako. Kisha utaongeza sukari vikombe viwili vya chai, sawa sawa na nusu kilo au grams 500. Mimi nimeweka vikombe viwili na sisitiza kwa sababu ya kiwango cha unga, ila wewe utapunguza kutokana na uhitaji wako. Na kisha utaongeza baking powder vijiko vitatu vya chakula na hamira vijiko vitatu vya chakula. Nimepunguza kiwango cha ilipopunguza kiwango cha hapo ulipoona kwenye baking powder ili kusababisha video yetu isiyo ndefu sana, ila ni vijiko vitatu vya chakula, pamoja na hamira vijiko vitatu vya chakula. Kisha utavichanganya vyote, vichanganyike na kisha, utaongeza mayai mawili. Haya yawe mayai makubwa. Ukiona mayai yako ni madogodogo, basi utaweka mayai matatu mpaka manne Haya ni mayai makubwa mawili ambayo hujayatoa kwenye friji, haya yatakuwa katika lile joto la kawaida. Hakikisha mayai yako yawe katika joto la kawaida, sio lile, sio lile toka kwenye friji. Na kisha utaongeza maziwa freshi nusu lita, na haya maziwa na yenyewe usiyatoe kwenye friji, yawe katika joto la kawaida, lakini ukipendelea vile vile, unaweza kuyapasha moto. Na kisha utaongeza mafuta ya kupikia vijiko vitano vya chakula vijiko vitano vya chakula haya ni mafuta ya kupikia na yawe umeyapasha moto haya ni mafuta ya moto kabisa na kisha utaongeza butter au Blue Band au margarine yoyote ulionayo vijiko vitatu vya chakula na kisha utachanganyi utachanganya mchanganyiko wako wote kwa pamoja mpaka uhakikishe kote kumekolea kabisa na kisha utaongeza maji lita moja na nusu sawasawa na 1500 au kwa kipimo cha vikombe ni sawasawa na vikombe hivi vinakuwa ni sawasawa na vikombe sita vya chai vyenye ujazo wa robo lita. Kisha utachanganya mchanganyiko wako ili kuweze kutengeneza donge na utaendelea kukanda taratibu mpaka uhakikishe donge lako limekuwa laini kabisa. Nimepunguza muda wa kukanda kwa sababu nadhani tumeshaonyeshana kwenye video zilizopita, lakini process ni zile zile za kukanda. Utakanda mpaka uhakikishe mkono wako umekuwa msafi kabisa, kama hapo unavyoona unga unakuwa haujang'ang'ania kwenye mkono. Na ukitaka kujua kama uko tayari kwa ajili ya kuumuka, unaweza ukatumia kisu ukakata, utaona kama vidoti doti hivyo viwazi wazi, wazi, Inaonyesha unga wako umeshakolea vitu vyote vizuri na uko tayari sasa kuweza kupumua na kuweza kuumuka. Ndio maana tumepata huo uwazi wazi, unadhani unaona umekaa vizuri kabisa. Kisha utaweka mafuta kiasi katika chombo chako kile cha kuumulia ambacho pengine ni kile kile ulichokikandia au chombo kingine ukitaka, na kisha utapaka mafuta hayo vizuri. Na huu mkono wako ambao utakuwa umebaki na mafuta mafuta utafunikia donge lako na kupaka juu ya unga kama unavyoona tunavyofanya. Kisha utafunika unga wako na kuacha sehemu joto ndani ya dakika 60 ili uweze kuumuka. Ukiangalia hapo unga wako umumuka vizuri kwa hiyo tutaenda kutoa hewa iliyo jikusanya ndani wakati vizuri lako wa kuumuka. Nadhani unaona umeumuka vizuri, umejaa kabisa beseni lako tulokandia. Kwa hiyo cha kufanya ni kwenda kutoa hewa iliyojaa ndani, kama hivyo unavyoona tunatoa hewa yetu, tunatoa hewa kwa kukuwa kama tunakanda. Unaweza ukatusaidia kukuza chaneli yetu kwa kusubscribe ni muhimu sana jamani, ni sapoti kubwa kubwa sana, inatutia moyo lakini vilevile vile inatusaidia kwa chaneli yetu kukua sana. Tafadhali subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu. Vile vilevile unaweza kwa kutusaidia kwa kulike video hii na video zetu nyingine. Unaweza ukatembelea kwenye chaneli yetu ukajipatia mapishi mbali mbalimbali. Utaufunika tena ndani ya dakika ishirini mpaka thelathini ili uumuke vizuri zaidi, kwa hiyo tutafanya kuumua mara mbili. Mara ya kwanza ilikuwa dakika sitini, lakini mara ya pili ni ndani ya dakika ishirini mpaka thelathini. Nadhani unaona kwa mara ya pili umeumuka haraka zaidi, na hii itakusaidia kwa maandazi yako kutoka malaini sana, lakini yanaweza vilevile yakadumu ndani ya muda mrefu, yakiwa bado na ile hali ya ulaini utatoa tena hewa na kisha utakata katika vipisi. Nadhani unaona ule uwazi wazi ambao tuliuona toka awali, huu ndio unakuonyesha unga wako umeumuka vizuri zaidi. Na utaenda kuwachama, utaweka unga katika sehemu yako ya kusukumia na kisha utasukuma donge lako. Na hapa, baada ya kusukuma, utahakikisha unaacha unene kiasi kama nusu inchi ili maandazi yako yatoke vizuri akiwa ya na nyama. Na kisha utachukua kisu au kifaa chochote kama unataka ya duara kwa design yoyote ile ambayo unataka utatumia kifaa unachokitaka. Kwa hiyo kama ukitaka ya mkato hii utatumia kisu, ukitaka ya duara utatumia kifaa chochote cha duara, ukitaka ya pembe tatu utatumia kifaa chochote cha pembe tatu, ni kutokana na design unayotaka. Tafadhali unaweza kutusaidia vile vile kwa kushia video hii kwa ndugu jamaa na marafiki, ili na wenyewe waweze kujionea pishi hili wapate kujifunza zaidi, lakini na sisi tuweze kukua zaidi. Kwa hiyo hapa, si lazima sana kukata mkato unaofanya mimi, unaweza ukafanya mkato unaotaka wewe. Unene wa msukumo wako unatakiwa ubakie katika unene huu. Ukiweka okay, jembamba sana basi andazi lako litatoka halina nyama ya kutosha, lakini ukiweka katika unene ambao unaridhisha au saizi hii, basi andazi lako litavimba vizuri na litakuwa limejaa nyama. Nadhani kwa karibu, unaweza kaliona kwa vizuri zaidi. Kwa hiyo utaweka maandazi yako, utakata kwa kiwango chote yalichokuwa yamebaki, kisha utayapanga na kuyafunika tena, kuyasubiri ndani ya dakika kumi na tano au ishirini ili yaweze kuwa yamepumua na kuweza kuyapika. Utaweka mafuta yako katika jiko, moto uwe wa saizi ya kati, usio mkali sana, kwa sababu yataungua, na ukiwa mdogo sana yatanyonya. Kwa hiyo hakikisha unaweka katika moto wa saizi ya kati. Na hakikisha mafuta huyaachi yakapata moto sana, yawe katika joto la kawaida. Ukiweka mafuta yakapata moto sana, ukidumbukiza andazi litakuja kutoka na rangi fulani hivi ambayo sio nzuri kama yanaungua, lakini ngozi lake litakuwa ligumu sana na kati lengo ni kupata muonekano mzuri na yawe malaini na ya ive vizuri. Nadhani unaweza kaona jinsi yanavyoonekana hapo, unaweza kageuza geuza mara kwa mara ili yasije yakaungua. Muonekano nadhani unaweza ukauona una muonekano mzuri kwa sababu mafuta yaliwekwa katika kiwango cha moto wa saizi ya kati. Usisite kugeuza mara kwa mara, lengo ni ili yaweze kuiva vizuri. Na utakuta karibu kila upande umepika kwa dakika mbili mpaka tatu ili kuhakikisha kila ndazi limeiva vizuri na hakuna lililo nyonya na hakuna vile vile lililoungua. Kama bado hujafuatilia kwenye peji zetu za Facebook, Instagram, YouTube, kote unaweza kutupata kwa jina la BelsFarm Kitchen. Nadhani unaweza ukaona mwonekano wa maandazi yako yamekuwa na rangi nzuri, sasa yako tayari kwa ajili ya kuyategua. Utategua, nadhani kama unavyoona hapo, yameonekana vizuri, hayajakuwa ya magumu, yameiva vizuri. Ukipasua ndani, unaweza ukaona yako laini, yamechambuka ni matamu tamu sana. Maandazi haya ni matamu sana jamani. Recipe hii ni nzuri nzuri sana, ni matamu sana, harufu yake ni nzuri, yana ladha nzuri mdomoni. Mchambuko wake nadhani kama umeuona yamechambuka vizuri vizuri sana. Ni maandazi au ni recipe nzuri sana kwa mahitaji ya nyumbani, watoto, familia, na uhakika kabisa watayapenda. Usisite kujaribu, lakini vile vile, ukisha kisha kujaribu, tafadhali usisite kutuandikia komenti yako kwenye sehemu ya komenti. Ni muhimu sana sana sana sana.